Yes, wandugu wapendwa, habari yenu, habari ya asubuhi hii ya leo, ambao tuko pamoja nanyi i, asubuhi njema kabisa na wale ambao ni usiku kabisa usiku wa manane, tunasema kabisa usingizi njema kwenu, uko Amerika, uko Kanada, tunasema kabisa usingizi njema kwenu kabisa. Tuliona wengi wametuandikia, wametuambia kwamba wazili saa za asubuhi a asubuhi evani kabisa, wamwa walikuwa alikuwa ma deux heures trente za usiku kule Kanada, bengine walikuwa ma1 heure Uh, huku ngambo ya USA, wengine donc unaona masa ziko different kabisa kudunia, na ilinifurahisha sana kuona watu wanenda nanyambia, huku tuko 21 heure, huku tuko 22 heure, huku tuko hivi. Ile inanisaidia na mimi kujua uh, wasalamu zangu jinsi gani naweza nikakusalimie? Kuna wakati ninaweza kusalimia morning, kumbe uko night. Eh, unaona kama hii ni kitu moya ambayo ni kitu ya ya kufuatilia sana kabisa. wa ndugu wapendwa, tunawasalimu kabisa sana ya. Wa ndugu wapendwa, tunaendelea kuwasalimu kabisa, tukiwapatia moja kwa moja Eh, salamu zetu kabisa ziwafikie huko kama vile mnavyosikia kabisa, ah ya ya ya ya ya ya ya ni nakuambia kabisa tunawapenda sana. Alafu sasa mimi yoyoyo ninawamisi <laughs> wote wa diaspora tunawamisi sana kabisa tukiwapenda kabisa kiasi kikubwa. Na nikiwaambia tu kama mko ndani ya roho yangu bila shaka kabisa eh? Mko ndani ya roho yangu bila shaka kabisa, na muda huu kabisa nikikwambia tu kwamba eh? Tuko hapa bila shaka kabisa, tuwapatie moja kwa moja ni kitu gani kinachoendeka ndani ya nchi yetu ya Kongo hmm? Ni kitu gani kinachoendeka Ha, acha tuwapatie moja kwa moja, tuanzie wapi? Tuanzie hapa mjini Goma, hapa mjini Goma kabisa, tumeamuka kwa neema ya Mungu, kama vile tunayoendelea kuwaambia hivi kabisa, kila mtu anaanza tafuta mali gani anaweza akajideplase kutafuta chakula cha watoto na kuangalia kama bitawezekana, lakini hapa kweli he, mambo iko matata tena magumu sana sababu, uh, krize iko kabisa, kazi hakuna, hakuna banke, hakuna hata kitu kimoja, ila wamama wanaendelea kujikaza kujisha, mm, tusoko tu kidogo kidogo, na wanaendelea kufungua fungua mabotike um, madogo madogo ila kabisa mji eh, hakuna mouvement d'argent franga, hakuna kabisa na hapa eh, tunajiuliza maisha ya kesho itakuwa namna gani? Sababu hata wazazi wanashindwa kubeba watoto kwenye masomo sababu watalipa wana, walimu nini, wanafunzi watalipa nini? Na hapa sijui kama tutakuwa. Je, unaona, hapa mjini Goma hakuna shamba hakuna hmm, mali pa kulima yani, ni mji mkubwa ambao inajaa inajaa, inajaa inajaa, wala hakuna hata nafasi unaweza kalime hapa mjini Goma. Sasa unajikutana aktivite yote ni kutembea, wakati unatembea unaenda tafuta pale unapata mjini Goma. Sasa leo mambo si hivyo, unatembea lakini haupate franga, inakosekana mifuko ya watu yaani unakutana vitu wapi kabisa, mambo inakuwa bloke ha. Kwa sasa hivi kabisa, kila mtu iko najiuliza ndani ya nyumba yake kesho vitakuwa namna gani? Ah, tunaendelea tu na mjini goma kabisa, M23 eh, banaendelea kuyakize kutwala wa, wa askari wa blesse de guerre mu ma hopitali diferan Muil Afrika mulitwaliwa wa askari wanafika ku 20 solda ambao walikuwa hapa wakiwa wagonjwa na walikuwa kabisa blessé de guerre lakini walitwaliwa mu hospitali hapa, mpaka sasa hivi hatujajua mali ambapo walibebwa. Musebeka mulitwaliwa plus de 30 militaire unaona, kama walitolewa ni wengi, na hapa kabisa tunaendelea kujiuliza, wanawabeba wapi? Wakiwa wamoja wamevunjika miguru, wengine ni wamepata mabale mu mgongo mu, mu, wengine nini ilisikio kuna hakuna, unajiuliza watu wanaenda wapi? Wanawabeba wapi? Vinaendeka namna gani? Bikoje? Unaishiwa, unaishiwa, unaishiwa, yani unakosa cha kufanya, lakini unasema basi, basi, tutafanyaje? Basi acha tuangalie tuna mecho basi, basi juu dunia njo vile iko. M23 kwa kusema kwao wanasema ya kwamba wao hawakubeba wa askari, hawakubeba wagonjwa, walibeba njuu wa askari ambao walikuwa mmwa hospitali banajifichika kama vile wagonjwa na balikuwa na mabunduki yabo mulemule mahopitali njo banasema koma askari anezida mahopitali na bunduki, lakini um, um, um, um, light ina, um, um, inasema ya kwamba wao waliona ni wagonjwa bila bunduki. Hapa sijui ambacho M23 itaendelea kusema tena na wale ambao wanakuwa na nguvu za kutetea uh, nafsi ya mtu duniani wameisha kusema ya kwamba wao waliona wanatwala wagonjwa. <coughs> Unayo leo dunia, dunia iko kidogo, dunia iko hapa, hakuna kitu kya kuficha kudunia kwa leo, yaani unapofanya kitu gizani, satelite iko juu inakuona, unapotembea vibaya, kamera ziko pembeni mwa miti zinakuona, unapoenda, unaposema mubaya, telefoni ziko pale nazo. Donc mzungu ameeneza kamera yake fasi yote kwa sasa. Vita ya zamani ilikuwa inapitikana, tuko tu tunasikia tu kama vita iko fasi fulani lakini leo unaekala mwako munyumba uko unafata vita kutelefone yako wala kuroniga yako eh, kutelevizio hmm? Donc unajikuta na vita leo zbienyi ina, biko binafanyika kule kuvita shibo te tuko tunabiona wazi, tunaona na shi eh bana piga ule eh. Sababu tulikuwa tunaona filme zamani ni vile <laughs> njoko maana hawezi fanya kitu kya siri ndugu yangu hakuna kitu kya siri hapa kudunia siri yote ishienda wazi ko nje kabisa siri zote ziko inje hakuna siri tena kudunia hmm? sasa wandugu zetu wameendelea kusononeka sana hapa monisco hmm? wandugu zetu wanaendelea kuwa kifuatwa mubaya sana hapa kwenye Monisco Goma. Monisco Goma hiyo inatangaza inasema ya kwamba iko tu na 150 personnes ndio, bali njobenge balikamataka. Sasa bale bengine baliendaka wapi? Najiuliza, wale bengine basoda hapa mu Goma yote mlikuwa plus de 10000 soldats, plus de 10000 soldats plus de 10 000 soldats bamwa balienda Bukavu, bale baleba generale baliendaka Bukavu. Bengine sasa bebaliwaki ya hapa biko wapi? Ju Monisci nasema ya, ya kwamba wao biko tu na 150. Sasa tuna juliza bengine balienda wapi? swate balienda mapori ngambo za Rusayo, swate balienda ngambo zingine za mapori pori huko. Tutajua baadaye. Mungu ataendelea kutusaidia. Yani wanaendelea, tunaendelea kuwatafuta na satelite zetu, tuulize walienda wapi, wako wapi. Basi ndugu zetu, tujue mahali ambapo mnapokuwa kabisa, tungali tunawapenda, hatutaki tuone maibembe zenu. Na hawa ambao wanakuwa pa Monisco wamekamatwa vibaya sana, lakini Monisco haipendi kuwapatia wa M23 hawa waaskari na imekataa takataka kabisa kuwapatia aa, askari. Tunaenda ku negosiatio negosiatio, iko savile, iko mogiza, iko savile, iko ndani giza. M23 inakatala, inasema ya kwamba wao hawezi fanya negotiation na kiseketi aya, enda ku mikro wala ku televizio yeye peke

na magrupe darme zingine bakwetu vo bawili kiseketi yakwe pale na ba M23 bakwe hapa hapaok okay. njo vile wao wanasema, ni impossible. Mimi kwa uonyo wangu naona hiyi maongezi aitakuwa na M23, ilishakatala katala zamani maongezi. Donke, biko na boga ya kuwa leo kesho banaweza takubaka mati ya kule. Yote ni boga mboineeza wezekana, biko nayo Ju abajitumainie jiska la hakuna matumaini kabisa kama vile teme yetu inasema, inasema kwamba eh, M23 inakosa njia, biko na jikuta banazungulukia fasi moya uh, uko sitikivu. Acha niwaambie M23 ilishakosa njia ya kupenetre Minembwe, ilishakosa njia ya kupenetre Uvira, inakosa njia muniveau yote. Donc kuko system politique moya balitaka fanya nayo, tulisha kuivumbua, bananza cheza sasa role na Kishasa

banatumiwa na guvernema, banatumiwa na prezidansi kukia kusikia, uh, ma probleme za bazalendo. Apre pale bakuye sasa, banze kona bambia, amutaweza amuna arme za kushinda bale, nina nini, sawa sawa na gisi bale vengine balikuya. Sasa unakutana bazalendo bananza kusikia nini, banakuwa desi. Ile deception sasa, njuita tuma M23 iningia Uvira. Donc bana bavunja kwanza moyo, banaonyesha kama amwezi weza, hmm? Sasa mi nataka niambie bazalendo, bandugu zangu wazalendo. Kote kwenye muku. Kote kwenye muku. Mutie nguvu yenu fasi moya kwa roho yenu tu. Roho yenu ishimame kwanza, ikuwe roho ya mtu umoya. Pili, kila kyote kenye uko nayo, ikuwe ata nini kwa ata litope uko nayo amini ele kitu enye uko nayo na utashinda. Tatu, jua kupenda nchi yako tu, upiganie udongo, usitamani kupigania franga oyo, ndalipiwa ulipiwe, usilipiwe, weye kula budongo, uende mbele. Mungu atageuza budongo inakuwa biskuti kwenu. Mungu atageuza mayani inakuwa bishogolo kwa maisha yenu. Mungu atageuza eh, nini lijiwe inakuwa mkati kwa maisha yenu. Mi naamini ile kitu sana, naamini ile kitu. Utakuwa mnakunya mai ya bahari inakuwa ji kwa maisha yenu, sababu mumetia roho fasi moya, amwezi sikia njaa na hata kama ule kenye muko na pigana sikuko batu bandugu yenu abatashindwa kuwapatia mufuko mw ya muchele, Mungu atatobola njia elfu zake zitabafikia nyie. Lakini mukisema mwanze angalia Kishasa, ndio ni bandugu yetu, ndio ni guvernema yetu, tunabapenda sana na natubachukie, mwache iende ende, mubiake bya madialoge kule Mubaache bafanye byabo kule kwenye biko Juba. Nazania kama abo abatafikiwaka hata siku moya ju biko mbinguni. Sasa shiye benye tuko hapa kudunia, bababu yetu basi tucheke hmm? na batoto yetu benye balikufa mwi vita kwa uchungu wa udongo wao wasi, wasisikie asira manisikia. Sasa ni lazima muvae magunia, munapovaa magunia mutashinda munapovaa magunia mutaweza, munapovaa magunia kila kitu kyote kitakuwa shwari kitakuwa bien. Wa ndugu wapendwa, ile ilikuwa ni conseil ambayo nilikuwa napenda, ni message yangu ile ambayo nilikuwa napenda nifikishie pa ndugu yangu pale, nibambie baambie, musiangalie kueme kume, musiangalie kule kule ku gouvernement

mwangalie komandema ya bale bashefu benu benye muko naye hapa. Niko nasema na bazalendo ya siti Kivu, bazalendo ya Norkivu, mutoke mukusaliti inchi. Muskwe desi mm. Murudisha akili yenu fasi moya, mwangalie eh, atue mwisha fanya kwa hii vita, mwisha pigana sana na musichoke, musisaliti Musipane batoto yenu musipane babibi yenu musipane budongo yenu, mababu yetu ya Norkivu isije katucheke. So njo mana nataka niwaambie tu, kama na nyie muvale magunia kwenye muko. Mi najua kama Mungu atasaidia, tena utakuwa tena kitu ambacho wanaita liaison, na nguvu itakuwa moya na wote kwa pamoja shinda vita pamoja na Mungu. Hii ni kweli kabisa. Na saa tutakamata vile moya, dunia yote haitakuwa tu nyie hmm, itakuwa shie bote tutafurahi, itakuwa shie bote tutajaa na furaha juu tukirudisha tu vile moya, hata tunarudisha tu Bukavu kwanza. Mimi nakwambia itakuwa ushindi ya kabambi kwa watu wote, na tutakaporudisha sasa Goma, dunia yote itapiga magoti chini na itaogopa Bakongomani. Ile njo kweli, wandugu yangu. Mupigane mushinde mukamate ata vile moya kwanza, muone kinye kitakuwa, muangalie furaha yenye dunia muzima itakuwa naye. Mupime tu kwanza mukamate tu Muangalie fura furaha yenye ba Amerika ee, batakuwa nayo njumu. Ba Amerika mko ba civile benye banapenda Congo sana, mu ba France mko ba civile banapenda Congo sana, mu Angleterre donc, na vote akili yabo, mawazo yabo, uchungu nabo, banahusikana nasi na uchungu, biko bana Twitter bana tuambia yo, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry hi njo tuko mukilio ya nguvu sana ju du dunia mzima iko na Twitter, banatwambia sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Okay, sorry inakuwa mingi masikio zetu, tuko tunapongezewa, hii ni pongezi biko banatupatia sisi ambao tumejuana nabo. Hey, unaona kama ile ni kitu mwema mzuri, tena ni kitu <coughs> ya maana. M23 mio banaipiga kaziba mpake nakosa njia balisha inyorosha, manake biko wana inyorosha munivo moya ya yulu sana. Munivo moya ya yulu sana biko wana inyorosha. Bana piga M23 mpake na sikia cha mtema kuni, jevuji mandugu yangu menijutu batoa wa baitikake kurudia nyuma nijutu batwa beitikake kushindua Mais M23, je vous jure, iko na lembelela banasema kulembelela nivyo hmm. Yote banapigwa kabisa, lakini sasa tunataka basipigwe tu bakufu me bapigwe na tukamate mali balikuwa tupige tena ba tukamate kwenye balikuwa donc tukipiga na tunakamata kwenye balikuwa itakuwa ni ushindi tunapiga tena na, na italeta ta force mwa batoto yetu. Jo wakati banapiga banarudisha fasi deja, ushindi inaonekana inaleta force tena, nasema twende tena tupige pale. Twende tena tufanye hivi, na hapo itakuwa kitu ya mzuri sana. Wazalendo, nyie ndio roho ya watu, ya taifa. Nyie ndio tuko tunangalili yako sai, tusha konsidere savle abakwaki tena kudunia bali ni bifo basha kufa Juu balikula franga ya kifo alo tunabazika tuna bakia na wazalendo wazashu wazangungu wazamama shu waza ngungu mama <laughs> waza ngungula wandugu zangu kabisa. Tunashukuru sana wote ambao mnaendelea kutufuata.